u tujikumbushe kwamba mahusiano ni kitu kizuri, sio tu kwamba tunafanya kitu fulani kwa ajili ya kutoa huduma au wateja wanakuja kwetu, lakini kuna kitu cha ziada ambacho kunaitwa ni mahusiano. Tazama, benki zipo nyingi sana na taasisi za kifedha, lazima ujiulize kwa nini mtu anakuja kwangu, kwa nini mimi niende kwake? Hiyo sasa ni mahusiano. So pengine tukumbushane kwamba ni muhimu kutengeneza mahusiano, na mahusiano hayajengwi tu kwa kusema tunaweka mahusiano mahusiano tunayajenga kwa kutoa sisi si, kwanza huduma bora kwa wateja lakini pia wateja kufurahia huduma zetu, na sio tu kufurahia, pengine hata kusikiliza nini wateja wanatamani wakipate kutoka kwetu. Tunaanza wiki hii ya wateja, tunawakaribisha na tupo tayari kwa ajili ya kuhudumia. Um, benki hii imefika hapa ni kwa sababu ya support kubwa ambayo, uh, tumeipata kutoka kwa wateja, kwa maana wateja wa nje, lakini kwa maana wateja wa ndani. Naitwa Amina Adamu Genge, mteja katika benki hii kiukweli huduma za benki hii tunazifurahia sana sisi tukiwa wateja tukiwa huko pamoja na nini pamoja na makundi ambayo nayo huduma nzuri tunazipenda huduma ni rahisi kwa hiyo tunafurahia uwepo wa benki hii ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe like kushare na kucomment